ama alimkata mtu. Tena kiduku jamana, kiduku chake kukikata kukikataei, kakibwaga cheni. Alafu Yanga huyo mzee baba kamkata mtu izi mbili Yani, ukisema Yanga si timu, unanichoma sumaru wa roho, unakuja na tantarira nyingi. Ukweli ni kweli. Mchezo sasa. Wewe kwani mchezo si tayari? Sikiliza mzee Tobo, sio nakwambia, Yanga ni timu ya kike na watoto. Ah babu we, sasa hata kunitukana babu, Simba? Yani Simba ndio timu? Ah wapi we bwanaye, wajiangaisha tu bwana. Sikiliza nikwambie kitu e bwanaye ama ndani ya timu ile pale mimi nakupokea wewe. Yanga ni timu ya kike na ni timu ya kike basi, kama ni yungu yungu ya kike ayanga, njozi kama huamini, nitakuonesha mare a kilabu bingwa. Wapi? kilabu bingwa wewe ni mtoto tu. Samahanini, kabla ya yote, bila samahani, adhuhuri Al imepatikana. Alhamdulillah, adhuhuri Al imepatikana Al hapa. Yaani iko ndani ya roho hapa. Masha Allah. Vizuri Mashekhe, leo katika msikiti wetu patakuwa na shura, patakuwa na mazungumzo ya dini pata kuwepo mashehe mbali mbali mbalimbali. Sawa, sawa, kwa ajili ya kupata chakula cha roho sawa, sawa, <laughs> na pia Mwenyezi Mungu anasema fadakir, kumbusha na huo kumbusho utawafaa. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa rehema nyingi nah. Ah, okay. Safi to. Habari vipi? Ah, okay. Sawa, mimi nakuja sasa hivi, ila kidogo kuna mm -hmm. Shekhe hapa tuwazungumza naye kidogo, atupa mawaidha kidogo Ma hapa lakini, inshallah nitakuja sasa hivi, nitawahi, nitamwambia kidogo, so lazima hicho kitu niwahi kuja kufuatilia mm -hmm. eh. na najua dawa yako imetufika, tutakuja tume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi hata ile sehemu yenyewe inakuwa na rehma. Tulia kidogo, na fatau na nzigo watulia hapo hapo. hehehlhaduilahi shekhe, lakini atakuletea msikitini Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Adduniya sijidul mu'min wal jannatu kafir, dunia ni jela kwa waumini na ni pepo kwa makafir. Ndugu zangu, munaacha mambo ya kheri na kufuata mambo ya shetani. Alhamdulillah.